Mtazamaji, tunapekua kurasa za, za mitandao ya kijamii na tunakutana na Maria Sarungi maarufu kama shangazi wa taifa akilalama katika ukurasa wake wa Facebook kuhusu tangazo lililotolewa na serikali ya Zanzibar linalosema kuna mpango wa kuwasajili wa Zanzibari walioko diaspora. Kuja ni kusomea alichokiandika, anaandika akisema changu ni changu, chako ni chetu huu muungano wanaonufaika ni Wazanzibari. Maana kwenye muungano wanadai shea, ila eti na wao wana mambo yao wenyewe, tusiwaingilie. Mambo ya nje ni swala la muungano, sasa inakuwaje diaspora? Mnajitenga hadi na mfumo wenu maalum. Mijitu ya Tanganyika huko CCM ipo tu inapiga makofi na kukubali huu pumbavu. Tunahitaji katiba mpya ya serikali tatu, tutaelewana tu Haya, samia must go, anaandika hapo Maria Sarungi akilalamikia swala la kuwasajili Wazanzibari walio diaspora, akisema kwa nini, na huu ni muungano na mambo ya, ya nje ni swala la muungano. Aya jamani, watu wangu wale wa mjadala wa muungano wa Tanganyika na Zanzibar na mauzauza yake, tukutane kwenye comment section, mutoe maoni yenu Mnasemaje? Lakini mimi nitakusomea haya ya wachache niliyoweza kuyachukua na kuyasoma katika ukurasa wa Facebook wa Maria, kwa sababu mambo ni mengi na maoni ni mengi. Haya maoni yanasema. Adula anaandika hayo ni mambo yanayowahusu Wazanzibari tu na sio Watanganyika wala Watanzania, mbona kama kichwani mwako hamna akili. Mwingine akasema Tanganyika yetu. Ni Edward Mwandu Taylor akasema muungano wa mchongo, na Abdallah yeye akasema pole, akimwambia Maria na Maria Sarungi, muulize Jaji Warioba, Wazanzibari walitaka nini ilipokusanywa maoni yao juu ya muungano? Halafu wewe na ukoo wako mpaka leo unakula hela ya CCM inayounda huo muungano. Dada, hizi posti kama unatuma wewe, hebu punguza unafiki, anaandika Suleiman Mauli na Hense, yeye anaandika akisema, bora muungano ufe, kila mtu na kwao. Mzanzibari, Wazanzibari, Wazanzibari walitegemee kuanzia ajira mpaka chakula na Watanganyika nao hivyo hivyo. Mwingine akasema huyo ni rahimu, Watanganyika shauri yenu, endeleeni na Simba na Yanga. Roye akaandika akasema, husda hiyo. Huja nufaika bado hatuja nufaika bado, maana tunawadai asilimia zetu za muungano kwa miaka mingi tu, mnetunyima kimya. Sasa mama akaanza kutupatia asilimia yetu na za kelele mbwana. Yeye anasema Kazi ya Kizimkazi, Juma Rashid anaandika, kumbe nauma iache ipenye dawa, ingie vizuri, mtaamua mkipenda. Na bin Abdalla anaandika poe sawa na Maria Sarungi, na mwingine akiongeza kwamba naomba tupate majibu, inakuwaje Tanzania ni Jamhuri ya Muungano, lakini Tanganyika inatumia jina la Tanzania kimataifa kwa wizara zisizokuwa za muungano, wakati Zanzibar ina wizara zake. Okiri anaandika Zanzibar siyo nchi kwa mujibu wa katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, hivyo hao wenye asili ya Zanzibar kuandikishwa ni sawa tu na sisi kuwaandikisha watu wote walio na asili ya Rolia walioko nje ya Rolia. Pili, walioko Zanzibar ni Wazanzibara na Wapemba. Wazanzibara ni Watanganyika kama Wajaluo, Makondo, Wazaramu etc. Wapemba ni Wajiomba. Sasa mnataka tuwape Wajiomba ardhi? Haya. Mwingine ni Abdallah anasema Zanzibar sio nchi kweli, akimjibu Akiri, ila mkuu wa mkoa wa Zanzibar kama kamakwajua wana mkoa wake, shida iko wapi? Hamisi Zaoro anaandika nadhani unaandika comment ukiwa usingizini katika mchuano huo wa hoja. naye mwingine ni Salehe Makame anasema Wazanzibari hatuhitaji nchi moja ikiwa sasa tuna mbili. Mtutendei haki tena mnaongea hadharani kwa kuwa hamwezi kutuachia, kutuachia lazima tuwe na nyinyi. Mnahofia mnahofia Uislamu. Istoshe na miradi mingi mnatuharibia isifanikiwe. Mwingine Salimu anasema, Watanganyika mnawalaumu wa Wazanzibari hali ya kuwa na wao hawataki hivyo hivyo. Istoshe tangu lini mkaendana mka na ava kulazi maana wakijenga msikiti huko mnaanza kusema udini basi kama nini, kila mtu afe na chake akimaanisha muungano ufe. Haya, wewe mwenzangu, naisikiliza hapa kwenye comment section huko, tuambie unasemaje hiki kizungumkuti. Ni zile shida za muungano, kero na shida, matatizo, mashaka ya muungano wa Tanganyika na Zanzibar; kwa jinsi ulivyo, haueleweki na sasa unazua kelele pande zote zamani ilikuwa sana upande mmoja wa zanzibari lakini sasa watanganyika wanaonekana wameamka nao wanasema yao